Habari, mimi ni Dkt. Anirudh Kulkarni, mimi ni mtaalamu wa neva anayehusika na hospitali ya Apollo Jayanagar, na leo nataka kukupa utangulizi mfupi kuhusu aneurysms. Aneurysms kimsingi ni uvimbe kwenye mishipa ya damu ambao unaweza kutokea kwa sababu mbalimbali mbali. Mara nyingi hupatikana kwa watu ambao wana shinikizo la damu la juu, wanaweza kuwa na sababu nyingine za hatari za atherosclerotic ambazo ni sababu zile zile za hatari unazopata kwa kiharusi na mshtuko wa moyo isipokuwa aneurism ipasuke na kusababisha kutokwa na damu ndani ya ubongo, watu wengi hawatambui kwamba wana aneurism. Aneurisms zinapopasuka zinaweza kuwa mbaya sana, ni ugonjwa mbaya. Asilimia thelathini ya watu ambao wana aneurism iliyopasuka kwa kawaida hawafiki hospitalini, wanaishi ya kufa kabla ya kufika hospitalini. Asilimia nyingine thelathini hufa hospitalini kutokana na matatizo yanayohusiana na kutokwa na damu kwa aneurism, na ni karibu asilimia thelathini tu ya wao wanaoishi, na hata hao asilimia thelathini wanaoishi huwa na upungufu mkubwa wanapotoka hospitalini. Sasa, mbali na hilo, wakati pekee ambapo aneurism inajitokeza ni inapopasuka na kusababisha kutokwa na damu ndani ya ubongo, hiyo inaitwa subarachnoid hemorrhage, au inapogunduliwa kwa bahati wakati mgonjwa anapofanyiwa skani kwa sababu nyingine. Mara nyingi watu huja na maumivu ya kichwa, kisha wanafanyiwa MRI au CT scan na ndipo wanagundua kuwa wana aneurism. Hiyo inaweza kuwa sio sababu ya maumivu ya kichwa, lakini wakati mwingine inaweza kuwa. Sio aneurism zote zinahitaji kutibiwa. Kama aneurism yako ni ndogo, chini ya milimita mbili, basi mara nyingi chaguo bora ni kusubiri na kuangalia jinsi inavyoendelea. Wakati mwingine zinakuwa, wakati mwingine zinaweza zisikuwe. Kwa hivyo kama hazikui, huenda usihitaji kufanya mengi. Wagonjwa wanajuaje kwamba wana damu inayovuja? Wakati wowote mgonjwa au wakati wowote aneurism inapopasuka, damu inayovuja ndani ya ubongo itasababisha maumivu makali ya kichwa ya ghafla yanayoitwa maumivu ya kichwa ya radi. Maumivu haya ya kichwa ni makali sana kiasi kwamba, pengine ni maumivu makali zaidi ya kichwa ambayo mtu amewahi kuyapata maishani mwake. Mara nyingi maumivu haya yanaweza kuambatana na dalili nyingine kama kutapika, usingizi mzito, degedege au kifafa kama wanavyokiita. Mara nyingi wagonjwa hupoteza fahamu, wanaweza kupata udhaifu upande mmoja wa mwili, wanaweza kupata maumivu ya shingo. Kwa hivyo mara nyingi katika hali za kutokwa na damu kali sana, wanaweza pia kupata mshtuko wa moyo wa ghafla, moyo unaweza kusimama kabisa kupiga kwa sababu ya kutokwa na damu. Kwa hivyo ikiwa mojawapo ya dalili hizi itatokea ghafla, basi mgonjwa lazima akimbizwe hospitalini yenye mashine ya CT scan ili tujue ni nini chanzo cha maumivu ya kichwa. Mara tu tunapofanya skani na tunajua kwamba kuna kutokwa na damu kwa subarachnoid, asilimia 85 ya kutokwa na damu kwa subarachnoid huwa na aneurism ambayo haijagunduliwa. Uchunguzi bora ambao unapaswa kufanywa katika hatua hii utakuwa CT angiogram au angiografia ya uchunguzi na mara tu unapokuwa na uhakika kwamba kuna aneurism, basi hiyo inapaswa kutibiwa kwa dharura. Matibabu ya aneurisms yanagawanywa katika mambo mawili. Kwanza, unapaswa kushughulikia kutokwa na damu ambako kumetokea. Pia unapaswa kushughulikia chanzo cha kutokwa na damu. Chanzo cha kutokwa na damu ni aneurism. Hiyo aneurism inapaswa ama kukatwa au kufungwa kwa coil. Kukata ni pale unapofungua ubongo na kwenda kwenye aneurism na kuifunga kwa klipu ndogo kutoka nje. Kufunga kwa coil ni pale ambapo haufungui ubongo, unaingia ndani ya mshipa wa damu na unajaza aneurysm na coil ndogo za platinamu ambazo zitasaidia kuifunga kabisa. Kuna maendeleo mengi katika matibabu ya hivi karibuni ya aneurysms, ambapo una vifaa ambavyo vinaweza kabisa kuzuia mtiririko wa damu kuingia kwenye aneurysm na kuelekeza kwenye mishipa ya damu ya kawaida. Hizi zinaitwa vifaa vya kugeuza mtiririko. Kisha unakuwa na vifaa vya ndani ya mfuko, vifaa ambavyo hukaa ndani ya mfuko na kuufanya kufungwa kabisa. Mara chanzo cha kutokwa na damu kinaposhughulikiwa, basi unahitaji kutibu damu yenyewe. Damu yenyewe itajifyonza polepole kurudi kwenye mzunguko wa damu kwa kipindi cha siku 15 siku 21, lakini wakati huo damu ipo. Kuna matatizo mengine mengi ambayo yanaweza kutokea. Mshipa wa damu unaweza kukasirika na kuingia katika hali ya mshtuko ambayo inaweza kusababisha kiharusi kipya kunaweza kuwa na uhifadhi mkubwa wa maji ndani ya ubongo ambao unaweza kusababisha hidrosefalus na maumivu ya kichwa. Kwa hivyo mambo haya yote yanahitaji kutibiwa. Ni ugonjwa wa muda mrefu, ni mchakato wa muda mrefu mara unapopata kutokwa na damu kwenye subarachnoid, na hiyo inaweza kuhitaji kulazwa hospitalini kwa wiki kadhaa hadi mwezi. Lakini ikiwa inatibiwa ipasavyo, mambo haya mengi yanaweza kushughulikiwa vizuri, na unaweza kumwokoa mgonjwa na kisha kuzuia kutokwa na damu zaidi kutokea.